Ya, karibu kwenye channel yetu hii ya daily life tz. Kama ni mara yako ya kwanza, naomba usubscribe hapo na ubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kutazama video zetu kila siku. Uh, leo tunaenda kuangalia mota ambayo tumeisuka, tunaenda kujaribu kuone inafanyaje kazi, kama kuna shida yoyote, tutaenda kuona hapo. Kwa hiyo mwanzo mpaka mwisho wa video hii chup, chup, chup, chup. Wewe anza kuunga hapa hivi. <coughs> Wewe sogeza masting hapa, sogeza koleo hapa, tunapofanyika kazi mjomba. Sawa? Lazima ujiongeze ujue, ujio kwamba kitu gani kinafuata oa utakuwa unapanda jua, washa mara moja afu zima, unaanza kipimo kwenye current kabisa hapo. Hapo jua direct. weka kabisa hapo. ya yeah. Kwa hiyo hii shida ambayo tumeiona hapa, imetoa moshi ni kwa sababu ya hizi coil. Eh, kwa hiyo hizi koeli kama zinavyoonekana hapa zilikosewa kwenye connection, na ndio maana ilitoa moshi. Kwa hiyo kuna koeli moja ilikuwa imekosewa ikapelekea kuwa na cancellation au mvutano. Kwa hiyo hiyo ndio shida, kwa hiyo